Karibu sana, karibu kwenye podcast ya Kenya Wantamnotam Movement au unaweza kuiita KWM tu. Asante, ni vizuri kuwa hapa leo. Eh, tunaangazia makala moja ya kuvutia sana kutoka Village Action Online. Kichwa chake kinasema Senator Sifuna the leader Kenya needs. Mhm, mm, nimeiona hiyo makala inazua mjadala kweli. Kabisa, sasa inaingia ndani zaidi kuhusu hali ya uongozi hapa Kenya. Inamwangalia Senator Edwin Sifuna lakini sio yeye tu. Inawataja pia wengine kama uh, Patrick Lumumba, ndio, na James Mwangi, Peter Ndegwa pia ametajwa, e, e, ao hao. Kwa hiyo lengo letu leo ni, ni kuchambua hoja zao kuu. Je, ni kweli wakenya wamechoka na wanasiasa wa zamani? Huyu Sifuna anaweza kweli kuwa huyo kiongozi tunayemhitaji? na hawa wengine wana nafasi gani? Basi twende kazi, tupekue haya Tuianze na hali yenyewe Kenya, kama makala inavyosema. Na makala inachora picha ya yani, wakenya wengi wamefikia mahali wanasema imetosha. Wamechoshwa na siasa zilezile, ahadi zilezile, zile ambazo unajua hazitimii. mm -hmm. Na inatoa mifano, inawataja watu kama Raila Odinga hata William Ruto, e, kuonyesha kwamba kuna kama mduara fulani hivyo wa siasa ambao watu wanahisi hauwapeleki popote. Kuna kiu kubwa, kiu ya kweli ya mabadiliko, ya uongozi mpya. Na hapo ndipo sasa jina la Seneta Sifuna linaibuka kwa nguvu kwenye hii makala. mm -hmm. Wanamsifia kwa ujasiri wake, mm -hmm. Kwamba haogopi kusema ukweli, anajua shida za mwananchi wa kawaida, hayumbishwi. mm -hmm. Hivi vitu. Sifa muhimu hizo kwa kiongozi. Muhimu sana. Lakini, na hapo ndipo Um, ugumu unapoanzia kulingana na mwandishi. Kuna changamoto kubwa. Uhusiano wake na siasa za zamani unamaanisha uhusiano na Raila Odinga hasa. Ndiyo. Makala yanaelekea kusema kwamba wakati wa Raila kisiasa umefika ukingoni, au ndivyo inavyodaiwa. Kwa hiyo swali linakuwa: Je, Sifuna anaweza kujitenga na kivuli hicho kikubwa? Hilo ni swali zito kweli. Yaani inamaanisha ili aonekane kama kiongozi wa mabadiliko lazima akate kabisa uhusiano huo. Makala inasema hivyo moja kwa moja, haifafanui jinsi ya kufanya hivyo lakini inasisitiza umuhimu wa yeye kuonyesha mwelekeo mpya, mwelekeo wake mwenyewe. Lakini unajua kinachovutia zaidi kwangu nimi hicho ni kwamba makala hayakomei kwa Sifuna, yanapanua wigo, yanatambua kwamba Kenya huenda inahitaji zaidi ya mwanasiasa mmoja tu, yanawataja wengine kama akina nani tena? tulisema Lumumba. E, Patrick Lumumba, profesa wa sheria, anajulikana kwa misimamo yake mikali dhidi ya ufisadi, kutetea uwajibikaji, sauti ya uadilifu kwa kusema. Sawa, nani mwingine? James Mwangi, mkuu wa Equity Bank. Huyu anatajwa kama mfano halisi wa uongozi unaoleta matokeo, yaani uongozi unaogusa uchumi na maisha ya watu moja kwa moja. Aa, kwa upande wa kiuchumi na biashara, nafasi yake inaonekana muhimu kabisa. Halafu kuna Peter Ndegwa wa Safaricom, huyu anawakilisha upande wa teknolojia, uvumbuzi, kuongoza kampuni kubwa inayohudumia milioni kila siku, uongozi wa kisasa. Kumbe orodha ni ndefu kiasi, sio Sifuna pekee hasa, na nadhani ujumbe hapa ni mkubwa zaidi. Makala yanaonekana kusema Kenya haihitaji tu mwanasiasa mwingine. Inahitaji labda muunganiko wa sifa hizi zote. Muunganiko kivipi? Yaani ujasiri wa kisiasa kama wa Sifuna, sawa. Lakini pia uadilifu kama wa Lumumba. Ujuzi wa uchumi kama wa Mwangi na uelewa wa teknolojia kama wa Ndegwa. Aa, naelewa sasa. Ni kama kuunda timu ya aina yake. Ndiyo, timu yenye vipaji tofauti ambayo iko mbali na dhana ya wanasiasa wanaotafuta kujinufaisha wenyewe tu, kama makala inavyodai. Watu wanaweza kuleta maendeleo na uwajibikaji halisi. Hii inabadilisha mtazamo kidogo. Kwa hiyo, makala yanampa changamoto Sifuna afanye nini hasa? Yanamhimiza kuwa jasiri zaidi, labda hata kufikiria kwenda kivyake kama mgombea huru, pengine ili kuongoza hiki kizazi kipya ambacho kinataka mabadiliko. Makala yanadai Kenya iko tayari kwa hilo. Hmm, ni wito mzito huo. Na unajua, unapofikiria kuhusu mabadiliko haya tunayoyazungumzia, wewe unayetusikiliza, kumbuka, unaweza kuanza sasa hivi, unaweza kuchangia mawazo yako kabisa tembelea tu www.wantamnotam.com. fungua akaunti yako pale, anza kushiriki mawazo yako, yale mawazo ambayo yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, na hata taifa zima. Usisubiri, ni muhimu sana watu kushiriki sasa. Tukirudi kwenye mjadala huu wa uongozi, ni muhimu kukumbuka jinsi unavyokugusa wiwe moja kwa moja. Ni kweli, haya siyo mambo ya kufikirika tu. Hasa aina ya viongozi wanaochaguliwa inagusa kila kitu: gharama ya maisha yako, ajira, huduma za afya, elimu, kila kitu. Kwa hiyo kuelewa mijadala hii kuhusu Sifuna, Lumumba, Mwangi, Ndegwa siyo tu kupoteza muda, la hasha. Ni muhimu sana ili uweze kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wako na wa nchi yako. Unahitaji kujua nani anasema nini na kwa nini. Kwa hivyo, tukijumlisha tulichojifunza kutoka hii chanzo cha Village Action Online. Kuna kilio kikubwa sana cha mabadiliko ya uongozi Kenya. Mm -hmm. Kilio kikubwa. Seneta Sifuna yuko katikati ya mjadala huu. Ana sifa zake, lakini pia anakabiliwa na changamoto ya uhusiano na siasa za zamani. Ndiyo, hiyo changamoto imewekwa wazi kabisa, na muhimu zaidi labda ni kwamba makala yanatukumbusha tuangalie pia nje ya ulingo wa siasa za kawaida tuangalie watu kama Lumumba, Mwangi, Ndegwa, watu kutoka sekta nyingine. Kauli kuu ikiwa ni kwamba e, mwelekeo wa zamani, zile siasa za zamani haziwezi kutufikisha tunapotaka kwenda. Basi hilo linatuacha na swali, au sio? Swali swali au sio gani hilo? Swali la kutafakari: je, ili Kenya ipate haya mabadiliko ya kweli tunayoyataka, ni lazima hawa viongozi wapya kama Sifuna wajitenge kabisa na siasa za zamani na wanasiasa wa zamani kama makala inavyodokeza, au na hili ndilo swali langu la nyongeza, au kuna uwezekano wa nguvu kupatikana katika muunganiko tofauti, yani ushirikiano kati ya aina hii mpya ya viongozi wa kisiasa wenye maono mapya na wataalamu hawa kutoka sekta nyingine, mm -hmm. hata kama wana historia tofauti za kisiasa au kimtazamo ndio. Je, ushirikiano wa aina hiyo, Sifuna akishirikiana na akina Lumumba, Mwangi, Ndegwa kwa mfano unaweza kuwa ndio mwanzo wa safari mpya ambayo Kenya inaihitaji, hasa ni jambo la kutafakari sana. Ni swali zito na muhimu sana hilo, kwa kila mmoja wetu kufikiria. Na huko ukifikiria, usisahau sauti yako, mawazo yako ni muhimu sana katika kuleta mabadiliko unayotaka kuona. Hakika kwa hiyo usisite, tembelea www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako leo, shiriki mawazo yako, kuwa sehemu ya mjadala huu wa kujenga Kenya tunayoitaka. Fanya hivyo basi. Kwa leo, nafikiri tumechambua vya kutosha. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye podcast ya Kenya Wantam Notam Movement KWM. Asante pia.